nikupiga mjeki wa tembo nikukanyaga mguu wa tembo nikukanyaga mtoto. Muulize kwanza hapa mwenye kiti naona, hapa mwenye kiti naona, mwenye kiti, kwa ushauri wangu ika, lakini kwa ushauri wangu hawa tuwashauri